Kila muda tulikuwa tunakasikiliza hapo kwa gazeti. Sasa kaipita kaka alifika. Sasa leo hii tungekuwa na vitu kama hivyo baba yangu hapa, ingawa amekuja kwa kutupa salamu tu. Nilivyofika jana, akasema mwanangu, na mkutano mlo eh, ikiwezekana hey. basi Mungu akinipa kibali nitafika. Tukasema ndio Mungu akupa kibali. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu amempa kibali na tuwashukuru madereva wa magari mlioendesha kwa uzuri mkaenda hatimaye mkamrejesha baba yetu katikati ya mkutano mkubwa kama huu. Jana <tipa> <tipa> niliongea kidogo kwamba siku za nyuma hizi aliniambia akasema mwanangu usihangaike nimesikia unayofanya huko endelea nayo. Ni, ninaongea mbele yake ndicho alichoniambia. Maana niongea jana kuna wengine on, wanapona porogana na sababu akimwona yule anaanza kutupita. Hayo ndio ndio anambia baba yangu huyu ambaye yupo hapa. Yeye anaongea kwa Kinyakyusa sababu mbilike sio kuomba kuitongo. Uba akuti kwa kuitongo. Yaani kuijala kwa Kinyakyusa sababu kuti kuitongo. Kwa hiyo nimefurahi sana kwa kufika baba yetu pamoja na baba yetu ambaye ni mdogo wake ambaye sasa ndiye anayemtunza na anamlea vizuri sana, na anaendelea paa na ye, saada, kwa maombi yenu nafikiri ndio msaada amefika hapo, kwa msaada wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. <coughs> Ndugu zangu sina maneno mengi ya kuongea zaidi ya yote, niseme tu baba yangu tuya, ambaye ni mdogo wake, niseme karibu karibuni sana tuko hapa ni mkutano mkubwa ambao tulianza siku ya Ijumaa mpaka leo hii tunaendelea. Kwa hiyo kwa kuwafikisha, niseme asante sana na upendo huo uzidi kuwa nao. Mimi jana, baba yangu, nilijifunza kitu. Hawa watu jamani, wanaongea, niliwafananisha na mama zangu, mama zangu mimi aliyenizaa wametoka katika familia kina Kabasa, baba yao alikuwa anaitwa Rufilio, na jina la Rufilio ndio mimi waliniitia la kwanza, ninaposema Julius, lakini la kwanza niliyopewa na wazazi naitwa Rufilio. Huyo babu ni mpenja, ametokea sehemu ya, ya, ya, ya, ya tuvuli. Mama zangu walikuwa sijui nana ngapi, wanaongea utafikiri kombi kombi hawatukanani hata waongee siku tatu nne, hawatukanani. Kuna familia hawawezi wakaongea masaa mawili wamepigana ngunu, zipo familia lakini. Hawa jana niliwakuta, tunakwenda dereva natuendesha, tunafika na gari tunakuta wamekaa, wakuti siliwalene a wana wakwangala vikelepan kuna kitu nilijifunza kwamba wana upendo wa ajabu wa ajabu, unaotakiwa kuigwa. Hivi tunasema njo, wanaongozana wanakuja. Nafikiri mmepata ushuhuda mwingi, mwingi. Alimotembea hamwachi mdogo wake, wanatembea naona ni swala la ajabu, ni upendo unaotakiwa kuigwa sana pa baba zetu hawa kama wasisi, ndugu zangu. Nafikiri sasa, baba yangu mwasisi wa kanisa, karibu na kwa kuwa sasa tumefunga ibada, lakini tumekaribisha tu kwa maneno ya kuwashukuru watu, hata kwa kusema ambayo unayo kuhusiana na mkutano huu. Mkutano huu umejumulisha nchi mbili Tanzania wapo hapa, Malawi wapo hapa. Unaona hapa wapo upande huu, yupo mwene chanya pale, yupo Ndimwa ambaye ni mchungaji wa dabitengo. Na ilikuwa tuwe na askofu wa Malawi, lakini kulingana na hali ya afya ameshindwa kufika, lakini amemtuma mwakilishi wake ndima, pamoja na baba yangu pale mwenyeni chanya, kama wachungaji waakilishi kutoka nchi ya Malawi, na wanakwaya bado wapo huku ambao wapo huku wanaiwa wana, wana, wana... pana kwaya kama ngapi, mtungaji? Tatu, nne, pana kwaya tatu ambazo ziko eh. alafu tuna mzee wetu mmoja anaitwa anaitwa Kandonga ambaye jana tulijaribu jalibu kumhojihoji tukakuta ana umri wa miaka mia moja na moja ni mkubwa kwako yule, mbali kando na mbali ametokea kando na yule yu, yu, ukae baba yangu anafikisha umri wa miaka mia moja na moja. Amemaliza karine moja na mwaka mmoja. Amen, Bwana Yesu asifiwe, amen. Kwa hiyo nafikiri wachungaji wapo hapa wengi ambao nafikiri hapa tuna wachungaji mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Tuna maaskofu hapa wa majimbo ambao wapo hapa, jimbo la Vwawa ndugu yetu eh, Mambua. Alafu tuna askofu wa jimbo ambayo amefika leo, nafikiri wengi hamkumuona, lakini tulikuwa na taarifa zake, alikuwa na msiba ambao msiba huo siku mkutano unaanza walikuwa na msiba ambao ndugu yetu mtoto wa mchungaji Nickson ni alipata ajali pale darajani akafa siku hiyo hiyo. Kwa hiyo alikuwa siku mkutano unaanza hapa anazikwa Kimonyo. Kwa ndugu zetu, nafikiri huyu mchungaji pa baba yake na mdogo wake ndiye hasa walikuwa na msiba. Kwa katika hali ya namna hiyo hakuweza kufika kulingana na hali ya msiba, lakini leo amefika, tunamshukuru Mungu. Ndugu zangu, nafikiri tunakina mama hapa kutoka sehemu mbalimbali, wa watu gani, lakini kulingana na muda wetu, nafikiri siwe na maneno mengi. Mnaniona hapa naangalia, naangalia huko, kwenye moyo wangu kumejamini furaha.

Sasa hali ya namna hiyo, mimi nina furaha kwa baba zangu, lakini basi tumie nafasi hii ni nikukaribishe baba yangu pale mdogo wa askofu. Naomba msongezee maiti utusalimu. Utakapomaliza kusalimu, nafikiri ndio kwa mwisho. Tunamkaribisha baba yetu kuusalimu mkutano. Karibu na uwe huru, tupo ndani ya Bwana.

Nuumanye, sijui wengine wananifahamu lakini wengine hawanifahamu. Bwana, Haleluya. Jamani, hadisi hii inaitoa kweli ni ya zamani sana, ya miaka mingi mimi. Mimi zamani nilikuwa eh, huko kusini, huko Johannesburg.

hapo hapo wakati wananiona nasari sana, wakashituka. Na wale wachewa walikuwa wanaimba sana nyimbo za tenzi, na mimi nikashituka, nikasema nini watu ona, mnaimba sana nyimbo za tenzi, mnalila na machozi. Na wao wanasema tula ona, wana tunakuona we ukitoka mgobili, huyu yata chaguna kwenda kusari. Sasa pale tukawa akubasiana wakaza kunisimulia kwamba bwana, kweli Mungu yupo, amen. Mungu yupo, amen. Yule jamaa akasema nini, mjomba wangu kabisa, mjomba wangu kabisa, mjomba wangu kabisa, walimuloga. mzee wa kanisa wakingaji msikilize sana maaskofu, msikilize sana sasa Alikuwa na jirani yake, yule jirani yake, wakati anapiga kengele kubwa, anakasirika, anasema anatuchosha kila siku. Kwa nini? Akamroga, akaanza kuugua, anaugua, anaugua basi hapo imefika siku akafa. Ndugu zangu, wakati amekufa wakapiga kengele wakisito, wakakusanyika na wengine yao wajirani, wakakusanyika wakachimba kaburi. Munisikilize sana, ndugu zangu, wakati wamechimba kaburi limekuisha, wanambeba kwenye geneza, wanakwenda kumweka kwenye kaburi. Sasa pale anafika kwenye kaburi, wakawa nataka jeneza lina kimbishika, jeneza lina kimbishik inakusema akasema hivi jamani, mimi nilikuwa sio wakufa, nimekufa kwa ajili ya ushiriki na mwenzangu huyo. Ameniua huyo, amenikama, ameniloga na madawa yake. etembekasirika kwa nini? naendesha ibada, napiga kelele Sasa hivi nimekuja kuwaambia ukoo wangu wote, wakwa baba wakwababa wakababa na majirani sai, ndugu upo. Amen. Basi hapo akasema, ninavyowaambia ni kweli kweli. Sasa yule jamaa aliyemroga akasema sikia, hawa Wakristo mkumbavuwawa mimekudoga wa, Mime wa, wa jinga akasema jamani, hivi sasa msije mkasema nafufuka tena, hivi sasa nimekufa tayari ike ndio hayo hayo nilitaka niwaambie kemasikeni, sasa moja kwa moja kwa kweli